Jaza e, ndugu zangu wane, wane. E, ladies and gentlemen. Na wakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa, sasa eh, leo tutaangalia e, vituko vya marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, vituko vya marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halafu utaliandikia komenti hapo chini uniambie rais gani alikuwa anavunja sana watu mbavu? Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi, sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende tuanze na rais wa awamu ya kwanza Julius Kambarage Nyerere kura chuma hicho. Niliwahi <laughs> have... kusikia mwana mkiongozi wa chama kimoja anaulizwa, nini sera ya chama chenyu? Huyu mtu nilimwambia huyu aliyeniambia mkubwa kabisa, nilimwambia niliwahi kusikia kiongozi wa chama kimoja ameuliza, nini sera yetu yenu? yeah, no. Akisema sera yetu siri bwana, maana tukieleza tuki, tuki, tuki, tuki wataipiku chama kingine kinaweza <laughs> sasa hii hi sera sera ya siri <laughs> imekuwa jando, maana jando <laughs> Viongozi wa CCM wanaliambia kwamba wanataka wanataka wagombea wao wawesiri, ah! wawesiri mpaka lini? Na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha, kwa sababu ujinga ni kutojua, mana hujui ilifanyika nini, sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know, ujinga ni ignorance, hmm? upumbavu ni, foolishness. ni, ni foolishness na na ni kipaji kama ufupi na urefu hicho. <laughs> Haya, zaza twende moja kwa moja tukaangalie rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. kura chuma hicho mimi ni ini baiau mara mbili. Mara ya kwanza nilipokuwa jandoni, mara ya pili nina miaka kumi na tatu mazima nilichuma karafuu nikapata hela nikanunua viatu <laughs> kaj... Nikahakikisha kwamba viatu hivyo havitakwisha. Basi baada ya kununua baada, badala ya kuvivaa, nikavitunga nikavika begani nika... nika ili visishe. <laughs> Haya, zaza twende tukaangalie rais wa awamu ya tatu, <tvito> Benjamin <tvito> William Mkapa, kura chuma hicho, Mkombozi <tvito> wa bara na visiwani <tvito> wazazi wakombozi wanazaa mtoto mkombozi. Najua kuna vyama vingine vinadaidai yetu vinataka kuwakomboa Watanzania wapumbavu wanaojidai wao ni chama cha ukombozi, kwamba ni wapumbavu malofa haya. Twende tukaangalie rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete. Kura chuma hicho. Usipokuwa tayari kuliwa kidogo, huli. Kuliwe kidogo utakula. Sasa nataka kula tu bila kuliwa. Haiwezekani. Sina maana hiyo. <laughs> Aya, jaza twende tukaangalie rais wa awamu ya tano, Hayati John Pombe Magufuli. Kula chuma hicho. Nimeeleza, nimetoa mwelekeo wangu, na mwelekeo ndiyo huo. Sasa inawezekana sijawafurahisha. Wewe mbona unamwangalia sana mke wangu? <laughs> Ninyi watani zangu, ninyi ni watu wa ajabu sana. Na kwa vile ni mweupe, unataka umchukue mke wangu? Kweli. Chalinze oye! Ndugu zangu wananchi wa Chalinze, ninawapenda ndio maana nimesimama hapa. Ninafahamu changamoto ni nyingi, haziwezi zikaisha siku moja. hapa ni kupanuliwa. ni zazalikupeleke moja kwa moja eh, kwa rais wa awamu ya sasa au awamu ya sita Mama Samia Suluhu Hassan eh, kura chuma hicho waitu gombani <todicke> na hii ndio raha ya kuwa mwanamke anaongoza familia. aya waziri alizungumza hapa tunatumia busara sheria ziko pale pale nataka niungane naye niseme busara nayo itumia. ni ule msemo wa kizungu scratch my back i scratch yours si ndio? ukinikuna vizuri mimi nitakukuna na kukupapasa huku Uf. nakupuliza ufu lakini ukinipara nitakuparura. Twende tufanye kazi kwa uungwana, twende tufanye kazi kwa kuelewana. Ukinikuna nitakupaaa, lakini ukinipara nitakuparura. Sheria ziko pale pae. Haya hey, zaza nafikiri umesha angaria umesha tazama, sasa uniambie kwa kuniandikia komenti hapo chini. E, kati ya hawa marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, e, rais yupi ambaye alikuwa anavunja sana watu mbavu? Rais gani alikuwa anavunja sana watu mbavu? Yaani, rais gani ambaye alikuwa anachekesha sana kuliko rais wowote? Sasa usisahau ku-like, ku-comment, ku, ku -share, na kusubscribe. Asanteni.